Kwanza kabisa, nimefurahi kurudi tena kwenye nchi maana nilishacheza hapa na Watanzania wanafahamu nilishacheza Jadida, nilishacheza Widad, nilisha nilisha. Kwa hiyo ni nchi ambayo nimeizoea, japo nilishaondoka, ila kumbukumbu yangu nanaambia kwamba toka hizi timu nimecheza na viwanja tofauti tofauti ambavyo nimevitumia na hata weather ya huku ilivyo, hali ya hewa yao kipindi cha baridi kinakuwa ni baridi kweli kama tunavyoona, lakini tuko hapa kwa ajili ya mashindano na tumejiandaa vizuri, na leo ni mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wetu wa kesho. Mechi haitakuwa nyepesi, lakini kwa upande wetu sisi kama wachezaji tunajua umuhimu wa mashindano, kwa sababu ni mara yetu ya tatu sisi tunaingia kuna ya mashindano. Kwa hiyo uzoefu tayari tumesha, ndio tumeshaanza kupata na ile joto la mashindano tunalo. Kwa hiyo kikubwa ni Mungu atujalie tuweze kuamka salama tuweze kufanya mazuri, yani tuweze kufanya vizuri kesho ha. Kikubwa kama nilivyosema mwanzo, unajua kila mtu anaweza akaongea vile anavyo anavyojisikia na anavyoona, lakini sisi kwa upande wetu walichokisema sisi tunakipokea kwa uzoefu wao uliokuwa nao na sisi pia kwa uzoefu ambao tuko nao, hata kama sio mkubwa, naamini kuna kitu kitatokea kikubwa na kizuri na watu na na watakipenda. Mimi nafikiri tuhitaji kuongea sana, tushafikia wakati wa kushindana. Sasa huu ni wakati wa kushindana, kwa hiyo kikubwa sisi wachezaji, Mungu atujalie wa tuamke salama siku yetu ya kesho, na tunakutana nao mechi yetu ya kwanza. Kwa hiyo naamini kuna mazuri yataonekana, yata